Karibu kiongozi wa mbio za mwenge mwaka 2025, karibu katika shule ya sekondari Nyololo. Pamoja na majukumu mengine, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imekuwa ikitoa elimu na kuwashirikisha vijana wadogo katika shule za msingi, sekondari na vyuo katika mapambano dhidi ya rushwa. Pamoja na hayo, tumeshiriki katika kuhakikisha utekelezaji wa mradi wetu mzuri unafanyika vizuri kwa kutembelea, kukagua na kushauri, na kukaribisha kiongozi wa mbio za mwenge, ikikupendeza uzindue QR code ambayo ina maudhui ya taarifa zote za mapambano dhidi ya rushwa, ambayo itaweza kuwafikia wananchi kwa muda mfupi na kwa idadi kubwa ili taifa letu liweze kupata elimu ya kutosha juu ya mapambano dhidi ya rushwa na kuifanya taasisi yetu na taifa letu liweze kuwa halina rushwa kabisa. Karibu sana kutumia simu hizi smartphone, simu janja, unaweza ukaskani QR code hii na ikakupa linki ambayo inaweza ikakupa taarifa zote za mapambano dhidi ya rushwa, na utachagua kama unataka taarifa za uelimishaji, taarifa za uchunguzi au za uzuiaji, ambazo zinahusisha ufuatiliaji wa miradi na uchambuzi wa mifumo. Kwaisha, tokea baada ya kuskani, kuna linki hapa imekuja. Ukichagua hii, ukibonyeza hapa, inakupeleka moja kwa moja kwenye mtandao, moja kwa moja unakutana na taarifa za mapambano dhidi ya rushwa. <laughs> wilaya pamoja na viongozi wote mlioambatana hapa. Kipekee naomba nikushukuru sana kwa kutukaribisha msafara huu wa mwenge huu kufika hapa katika shule ya sekondari Nyololo kwa ajili ya kujionea kazi kubwa sana iliyofanyika ya ujenzi wa bweni kwa ajili ya wasichana wa, wa shule ya sekondari Nyololo. Hongereni sana. Mwenge wetu wa uhuru umefika katika eneo hili na kukagua mradi huu wa ujenzi wa shule wa mabweni kwa ajili ya wasichana wa kidato cha tano na sita katika shule ya sekondari Nyololo. Mwenge wetu wa uhuru umejionea kazi hii, na kipekee nipende kuchukua nafasi hii kuwapongeza na kuwatamka kuwa, kuwa mwenge wetu wa uhuru upo tayari kuzindua na kuweka jiwe la msingi katika ujenzi wa mabweni haya. Lakini pia nimeambiwa kuna uzinduzi wa klabu ya wapinga rushwa katika shule ya sekondari Nyololo. Klabu ya wapinga rushwa oye! Oh! Klabu ya wapinga rushwa safi! wanafunzi oye! Oh! TAKUKURU oye! TAKUKURU, oh! TAKUKURU safi! ongeze sana, mradi ni mzuri Una vigezo na una kila haki ya kuzinduliwa na mwenge wetu wa uhuru. Mwenge wa uhuru oye! Ni mwenge wa uhuru leo katika shule ya sekondari ya Nyololo umeweza kuzindua mabweni mawili yenye jumla ya shilingi milioni 260. Sisi kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa tumekuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba kufanya kazi ya uchambuzi wa nyaraka kuona kwa kwamba fedha za serikali kamudi ya mia mbili sitini zimetumika kwa mujibu wa mwongozo wa matumizi ya fedha hizo na kuhakikisha kwamba mabweni haya yamejengwa kwa kiwango kilichoelekezwa na serikali na ili wanafunzi waweze kuwa na mazingira bora ya kuishi, mazingira salama ya kuishi na waweze kupata elimu bora kama serikali ilivyokusudia. Kama juhudi hizi zisipofanyika, pengine miradi inaweza sitekelezwa au inaweza ikatekelezwa chini ya kiwango, matokeo yake miradi ikawa ni ya muda mfupi, tayari tukaanza kuhitajika fedha nyingine kwa ajili ya ukarabati. Kwa hiyo tumefanya kazi ya kufuatilia matumizi ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa mabweni haya, na ushahidi umepatikana baada ya ukaguzi wa viongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru 2025 ameridhia baada ya kuona ubora katika jengo hili.